Katika mwaka wa fedha tuliofunga mwezi wa Juni, Mheshimiwa Rais Ruto na serikali yake iliweka pesa kwa bajeti, pesa taslimu shilingi 1.8 bilioni kwa hii kaunti ya Bungoma peke yake, kusaidia mambo ya kusambaza nguvu ya umeme au stima katika mpango ya Mheshimiwa Rais, kila kijiji, kila boma na ikiwezekana kila nyumba inafaa ipate stima. Kwa hivyo nyinyi wananchi, msiwe na wasiwasi hata kidogo, mkae mkijua kwamba muko na serikali kuu, muko na serikali kuu na muko na rais mwenye anajali masilahi yenu na vilevile nyinyi wananchi wa Kanduyi constituency mko na bahati sana kwa sababu ya huyu mbunge wenu, huyu mheshimiwa Makali. Mimi nimefanya na yeye kule bungeni kama mjuavyo, mimi nilikuwa bunge la kitaifa miaka mingi sana. Hii mradi inagharimu pesa, lazima sasa sisi kama wananchi tuyalinde. Kuna wakora wamejitokeza wanatembea huku na huku wakiiba, wanakata nyaya za stima, wanaiba, wanabomoa matransforma, wanatoa mafuta, wanaenda kuuza. Hawa ni mahalifu ambao lazima washikwe, si ndio? Lazima washukuliwe hatua kali ya kisheria ndiyo wakome hiyo tabia mbaya. Vile vile kuna matepeli ambao wanatembea huku na huku wakidanganya wananchi ya kwamba inafaa walipe pesa ndio wapate hii stima. Hii stima imeletwa na serikali kuu ya mheshimiwa Ruto. Hakuna mwananchi hata mmoja anafaa kulipa hata peni moja. Hii mradi imegharamiwa na serikali kuu 100%. Ile kazi itabakia wananchi ni kulipa bili ya stima, lakini kuunganisha hii stima itakuwa bure kwenu. Kwa hivyo hao matapeli hao wakora wasitembei huku akipotosha wananchi. Na mmoja kati ya ajenda zake ni kuhakikisha stima stima inafikia wananchi wote. Ukiona tumefika kwa hii kijiji, ujue kweli rais anamaanisha wakati anasema anataka kumwinua ule mtu wa chini. Na unajua wakati stima inaaka Eh, yaani mwangaza ikikuja tu wa wow, hiyo ni maendeleo, masomo inakuwa pale, biashara inafanyika, mambo ya wizi inaisha. Kwa hivyo hiyo ni maendeleo, na nataka niambie watu wetu, tumeletewa stima, tutumie hiyo stima iweze kutufanikisha. Tunashukuru uh, CS wetu Bwana Wandayi, asante kwa kuja kwetu Bungoma. Najua Kenya ni kubwa. Ungeenda yeah, yeah, mahali kwingine yeah, yeah. Lakini nataka nishukuru kwa ushirikiano nzuri kati ya national government na county government yeah, yeah. Tunafanya kazi vizuri yeah, maana huwa tunasema tuko na 47 uh, governments under one nation which is Kenya yeah. Vile niliomba watu kura, nilisema tuanze maneno ya masomo tukasema maneno ya stima. Watu wa Sikalame waliniambia kutokea 2016, walikuwa hawa waliweka tu miti na hakuna kitu ilifanyikana. Tumekuja na tumekuja kwa ofisi yako na watu ya Rerek na Kenya Power, na wamesema itafanyika, na waziri umekuja hapa tuweze kufukuza giza, tuweze kuleta mwanga. sapla waziri chimbibayi. waziri Waziri, iko area hapa chini kidogo chini hapa, na kuna public facility, kwa sababu ni policy ya serikali ya kwamba each and every public facility must be powered. Kuna shule yetu ya musakasa hapa, yenye umesema hapa, mimi nitawaandikisha kuregister. Lakini waziri, nikikuja kwako tena, nikisema kuna mahali ile ilibakia kidogo, umekuja na umeona watu ah, ndio watakuwa amenituma. Kuna shule yetu ya mechimeru kuna shule ya hakula hapa pia hazina stima. Mheshimiwa waziri, tukikuja kuomba tena usitufukuze. Wandayi sio waziri wa kwanza. Kenya Power imekuwa na ministers wengi, lakini hawajawahi kufika hapa. Kwa hivyo pigia Wandayi makofi. Sisi tunataka viongozi wale wanaelewa kazi kama Mheshimiwa waziri Wandayi, na tunataka kusema hata kwa rais wetu ya kwamba rais William Ruto alichakua waziri wa kawi ambaye anaweza kufikia wananchi ya chini kama sisi kama nyinyi, na uendelee hivyo. Nataka kusema pole kwa kupoteza baba Raila Moro Odinga, lakini Raila Moro Odinga alikuwa ni mtu wa Mungu. Injinia Raila Moro Odinga aliweka Kenya pamoja kabla Mungu amuite na Mungu alimwambia fanya hivyo, na akaweka sisi kwa broad-based government ya William Ruto, rafiki yake, na sisi wote wananchi wa Kenya hii, ukiwa Mandera mpaka huko Malaba, Busia, ukiwa Mikori mpaka kule Lodwa Papa, alituweka pamoja.